Jioni malaika wawili walifika katika mji wa Sodoma. Loti alikuwa ameketi kwenye lango la mji na alipowaona alisimama kuwakaribisha. Lutu alijipiga magoti na kusema, tafadhali njoo nyumbani kwangu na upumzike. Wakati Loti alipumba, walikwenda nyumbani kwake pamoja. Loti alitayarisha karamu kwao na kuweka mkate. Wakati usiku ulipofika, wanaume wa Sodoma walimzunguka Loti. Walitafuta kufanya mambo maovu na wakagonga mlango. Lutu alitoka na kukimbilia kwao akisema, msifanyie uovu kwa watu hawa, lakini hawakusikiliza na walijaribu kumkamata Loti. Kisha malaika walimvuta Loti ndani ya nyumba na kufunga mlango. Malaika walileta giza kipofu juu ya watu waliokuwa nje. Walijaribu kupata mlango, lakini hawawezi kuupata. Malaika walimwambia Loti, chukua familia yako na ondoka mahali hapa. Dhambi ya jiji hili ni kubwa sana, hivyo Bwana Mungu anakusudia kuharibu mahali hapa. Loti alizungumza na wakwe zake, lakini waliona ni mzaha. Katika alfajiri ya siku, malaika walichukua mkono wa Loti na kumpeleka haraka, okoa maisha yako Lutu. Na mkewe na binti wawili waliondoka mjini na kukimbilia mji mdogo uitwao Soari. Wakati huo kiberiti na moto vilimwagika kutoka mbinguni juu ya Sodoma na Gomora. Ardhi ilitetemeka na miji ilizama katika moto. Mke wa Loti alitazama nyuma na kuwa nguzo ya chumvi. Mungu alimwokoa Loti na familia yake kutoka kwa janga hilo. Hadithi ya Abraham kiwango: ni nani alikuwa mtu wa kwanza kumkaribisha malaika wawili waliofika katika jiji la Sodoma?